habari za asubuhi karibu katika kesha la asubuhi leo alhamisi ya 25 disemba 2025 somo letu la siku ya leo lina kichwa cha habari kinachosema ujio wa kwanza na wa pili fungu letu limetoka kitabu cha waebrania sura ya tisa na ule mstari wa ishirini na nane kadhalika kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu tuombe Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi hii kwa unyenyekevu na shukrani kuu, na ushukuru no kwa uhai, pumzi, na fursa hii ya kukusanyika, ya kusanya mawazo yetu mbele zako katika kesha hili takatifu. Asante kwa neema ya wokovu uliyotolewa kupitia ujio wa kwanza na wa mwanao mpendwa Yesu Kristo, aliyekuja duniani kwa unyenyekevu ili kuokoa wanadamu waliopotea Bwana Tunakiri kwamba mara nyingi tumekuwa kama Israeli wa zamani tukiwa na maandiko mikononi, lakini mioyo yetu ikiwa mbali na utayari wa kweli. Leo tunakuomba utuondolee macho ya usingizi wa kiroho, utupe macho ya kuona ishara za nyakati na masikio ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Tunapofungua kesha hili la asubuhi, Bwana, uwe katikati yetu, uvitakase vinywa vyetu, uvielekeze fikira zetu na uyafanye mioyo yetu kuwa ardhi njema ya kupokea neno lako, kama malaika walivyo msifu Kristo wakati wa ujio wake wa kwanza, nasi leo tunakuinua kwa sifa, heshima na shukrani. Tufundishe kuishi kama watu wanaomngojea Bwana wao arudi mara ya pili, tuwe watu watoba, utii na upendo wa vitendo, na ukabidhi kesha hili mikono mikononi mwako, ibarikiwe, litakaswe na liwe kwa utukufu kwa jina lako. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu ajaye tena kwa utukufu. Amina. Katika ujio wa kwanza wa Kristo, malaika wa mbinguni walishindwa kujizuia kuendelea kumimina sifa zao kuu, kutoa heshima kwa tukio la kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, kuzaliwa kule ambako maandalizi kidogo sana kwa ajili yake yalifanyika hapa duniani, kulisherekewa katika nyua za mbinguni kwa sifa na kutoa shukurani kwa niaba ya wanadamu. Wakati wachungaji wa kondeni huko Bethlehemu walipokuwa wakiangalia makundi yao usiku, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukaong'alia upande zote. Viongozi katika Israeli walidai kuelewa unabii, lakini walikuwa wamepokea mawazo ya uongo kuhusiana na namna ya ujio wa Kristo. Shetani aliwadanganya na utukufu wake wa ujio wa Kristo mara ya pili walihusisha katika ujio wake wa kwa kwanza matukio yote ya ajabu yanayoambatana na ujio wake wa pili waliyetazamia katika ujio wa kwanza. Hivyo, wakati alipokuja hawakuwa tayari kumpokea. Kati ya ujio wa kwanza na wa pili wa Kristo kutaonekana tofauti ya ajabu. Hakuna lugha ya wanadamu inayoweza kuelezea ujio wa pili wa mwana wa Adamu katika mawingu ya mbinguni. Atakuja na utukufu wake na utukufu wa Baba na wa malaika watakatifu. Atakuja akiwa amefunikwa katika vazi la nuru ambalo amelivaa tangu milele. Malaika wataandamana pamoja naye, makumi elfu kwa makumi elfu watamsindikiza ajapo. Sauti ya parapanda itasikika ikiwaita wale waliolala mauti kutoka makaburini. Sauti ya Kristo itapenya katika makaburi na kuingia katika masikio ya wafu, na watu wote walio makaburini nao watatoka. Sasa tupo katika nyakati za hatari za siku za mwisho, matukio ya vita yanatokea na ile siku kuu inakaribia. Je, tumejiandaa? Kila tendo kubwa au dogo litatambuliwa. Kila ambacho kilichukuliwa kuwa sio cha umuhimu hapa kitaonekana halisi. Seti mbili za mjane zitatambuliwa, kikombe cha maji baridi kilichotolewa, magereza yaliyotembelewa, wenye njaa waliolishwa, kila kimoja kitatolewa dhawabu yake. Kichwa cha nyoka si mbali kitajeruhiwa na kupondwa kabisa. Kumbukumbu adhimu ya nguvu ya ajabu ya Mungu hivi karibuni itarejeshwa katika nafasi yake sahihi. Bustani ya Eden iliyopotezwa itarejeshwa, mpango wa Mungu wa wokovu wa wanadamu utakuwa umekamilika. Mwana wa Adamu atawapa taji ya uzima milele watakatifu nao, wanaomtumikia mchana usiku katika hekalo lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Ufunuo sura ya saba mstari wa 15. 1899. Tuombe. E, baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa muda huu wa thamani uliotupa kati ya kesha hili. Asante kwa neno lako lililotukumbusha ujio wa kwanza wa Kristo kwa unyenyekevu na kututia hofu ya utakatifu kuhusu ujio wake wa pili kwa utukufu mkuu. Bwana, tumeyasikia maneno yako, sasa tunakuomba uyachapishe mioyoni mwetu usiruhusu yale tuliyojifunza yapotee kama mbegu iliyoanguka kando kando ya njia. Yafanye yawe sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kuishi kwa uaminifu, tukitenda haki, tukipenda rehema na tukitembea kwa unyenyekevu mbele zako. Tunakiri kwamba tupo katika siku za mwisho zilizojaa hatari, maajabu na udanganyifu, lakini tunakuomba utupe roho wa hekima na utambuzi. Utuandae sisi na familia zetu, kanisa lako na kazi zetu zote ili siku ile Bwana atakapokuja tukutwe tukiwa waaminifu. Bwana, tukumbushwe kwamba hakuna tendo jema litakalosahaulika mbele zako. Tusaidie kuwatumikia wenye njaa, wagonjwa, waliofungwa na waliofunjika moyo, tukijua kuwa tunakutumikia wewe mwenyewe. Tunapofunga kesha hili tunaweka matumaini yetu katika hadi ile ya kurejeshwa kwa Edeni, kushindwa kabisa kwa Shetani na kupokea taji ya uzima wa milele. Uende nasi leo, tulinde, utuongozi na utuimarishe hadi siku ile ya utukufu, kwa jina la Yesu Kristo a Mfalme ajaye, mwokozi wetu wa milele, tunaomba na kushukuru. Amina.